Kama umewahi kutumia skin care bila kuona matokeo, tatizo sio ngozi yako. Tatizo ni mfumo mzima wa skin care unaotumika Tanzania. Sehemu ya kwanza: watu wananunua bila uchunguzi. Watu wengi hununua skin care kwa kusikia mtu mwingine alitumia. Hakuna anayechunguza aina ya ngozi, hakuna anayejua chanzo cha tatizo. Wanajaribu product moja mbili tatu mpaka ngozi inachoka. Sehemu ya pili, kuchanganya product hovyo. Kuna mtu anatumia sabuni ya kukausha, mara mafuta mazito na krimu ya kubrichi kwa siku moja. Ngozi haiwezi kufanya vizuri chini ya msongo huo. Hapo ndipo chunusi, madoa, mwasho vinazo. Sehemu ya tatu Imani potofu kuhusu whitening. Wengi wanaamini ngozi nzuri ni ngozi nyeupe. Huu ni uongo mkubwa. Ngozi nzuri ni ngozi yenye afya, si rangi. Whitening bila uelewa ni kuharibu kinga ya ngozi, ama kwa lugha rahisi, weupe bila uelewa wa skincare unaharibu kinga ya. Sehemu ya nne: mazingira ya Tanzania hayazingatiwi. Hali ya hewa ya Tanzania ni joto, vumbi na jasho, lakini watu wanatumia products za baridi kali au climate tofauti. Ndio maana skin care nyingi zinashindwa. Hebu fikiria mtu ana iko Dodoma maeneo ya Kongwa. Sehemu ya tano: suluhisho. Skincare inafanya kazi pale tu unapojua moja, aina ngozi yako, mbili, tatizo halisi, tatu, routine sahihi na si nyingi. Kabla hujanunua skincare nyingine, fanya consultation kwanza. Kila ngozi ni tofauti. DM iko wazi kwa ushauri na product sahihi. Viona Touch, kila mteja nimeanikia na kila mwanaume ni mfalme pia.